Kwao nyumbani, Aloysius Cheriot ni mwanafunzi wa darasa la tatu na kila siku huwa ni kiguu na njia kuelekea shuleni kunawa bongo na anaporudi kutoka shuleni basi, si mchoyo, anachukua wakati wake kuwafunza watoto wengine alichojifunza kutoka kwenye nyanja ya elimu shuleni. three plus three, six, four plus eight, eight plus eight. Na baadaye wanaamua kuingilia mchezo wa upendao, mchezo unaopendwa na watoto wengi, hivyo si ajabu kwake kuucheza, lakini kuna sifa moja yake usioifahamu <todongue> Yeye ye ni mwanamuziki chipukizi na si mwanamuziki tu lakini pia kiongozi wa kwaya kanisani. Kila siku nyumbani basi huwa ni mazoezi. Ameanza mambo ya nyimbo akiwa mdogo sana, na mpaka saa hii naona anaendelea vizuri. Nafunza voices kama bass, alto, soprano na tena Tulikuwa tunaenda kanisa anaenda mbele hapo na anafurahia na akawa aggressive sana kwa kuimba. Nilikuwa naamka asubuhi naenda na kaa mbele nikaona ninaweza fanya ikaniguza sasa ndio nika nikaanza nika kufa, kufanya hivyo na naendelea vizuri. Na kila Jumapili basi utampata kanisani akifanya anavyojua zaidi, na moyo bidii, nawekaye bidii ili aweze kuendelea, ajikaze kwa uenda hapo ni talanta yake itamsaidia kesho hapo baadaye. Akiwa na umri wa miaka tisa ni mkakamavu kusimama mbele ya umma na kuongoza kwaya iliyojaa watu wa kila umri na na kwake hilo si hoja. Bidii yake humweka kwenye safu si ya mwamini tu, lakini pia mhudumu wa kanisa, na hivyo kupata nafasi ya kujuruzuku kwa bidii yake. Akiwa mchanga kiasi hiki, Mungu anaweza kukusaidia uwe chochote, bora uwe na passion yeye ni sababu tosha ya wazazi wake kumfurahikia bidii yake, ya kutaka kuwa mwanamuziki wa injili ikiwa inaonekana uchangani. Na ndio maana kila anapotoka kanisani, hatakosa nafasi ya kufanya mazoezi ya kuimba nyumbani. Makala ya Mgaagaa na Upwa kutoka kaunti ya Nandi. Wanyonge kinakuza vipaji.